Umefilaje kwa sababu umeona hapa umechorwa, na appreciate sana unajua hmm. inaongea too much eh, hii inaongea kuhusu my wife of course, Samia muna jaki na of course, hii inaongea kuhusu Tanzania eh, hii inaongea kuhusu mama mama, so alafu tuko na Mama Samia Suluhu. So unajua tu, tu. Wewe, unajua tu ukitaja mama umetaja roho yangu Mama Samia suluhu ushafanya kama hii siku nyingine? sijai sijai surprisiwa hivi. Nimekwambia kwenye nimekwambia kwamba sijai kusurprisiwa hivi. I appreciate. Uliambiwa nini kwanza? Uliambiwa kuja kwa, okay, now what happened? Ilikuwa gani hivi? Leo Trudy amenipigia mm, simu. Alinipigia simu asubuhi. Ah, paka kuna Jackie Ogaga alinipigia simu asubuhi <laughs> akaniambia: sikiliza, naenda nyumbani ushago na nataka unipe interview kabla sijaenda ushago. Aka insist mimi siko, anajua akaniambia, Trudy, for you mazen, nataka nitaka. So, tumekutana naye, akawa anakunywa chai, akaniambia ingia ukunywe chai. Akaniambia uko hapa, nikamwambia ingia ukunywe chai Kukunyo chai tukaanza kupiga oke. So, naona ana insist tutoke, tutoke. So, like, all of a sudden naona Kido ananifuata mpaka nikauliza nani, vitu vikina Kido tutembeange na yeye leo. Ameingiaje mpaka anaendesha gari yangu? But sikujua itakuwa hivi, so hii ni surprise. By the way, nimekubali imeniweza, inamaanisha sina intelligence report p <laughs> hakuna kitu nyenye anaweza kufanya by the way, hii mmenipata bro, eh. Kila mtu anataka kuuliza swali. Yes, yes. Tuanze na brand. Yes brand, baba yako ndio uuliza swali, huu ni babu sasa, yeah. Unasemaje, um, unahi, unahisi namna gani kupata kwanza, eh, birthday yako ya kwanza umesema kufanya surprise kama hii. Yes. Na hujawahi kucelebrate a birthday kama hii. Hii. Yes. Na a birthday, kuna feel namna gani wakati ambapo unaipata na ni birthday ambayo inagusa Afrika ya Mashariki kwa ujumla? Hii ni yani, birthday ya kwanza ninacelebrate na milestone kubwa sana kwa maisha yangu ya kwamba for the first time at the age of 40 ambao nimefika, uh, jina imekuwa kubwa is a household name in East Africa and of course new friends that we have worked with them kwa journey over four years turning out na wanakuja hapo kunipea support from you guys, pia ni kitu kubwa sana. So m me to me to me, me to me, nimeachieve so much kwa birthday yangu, nimefanya nyinyi kuwa mandugu kuwa part of the family, kutengeneza rafiki na nyinyi na kukuwa part of the family and coming out kwa large numbers, kuniletea mokoto kuniletea present. Ni vile nimesema haijawahi fanyika. So, to me, I'm amazed. Yaani nimefurahia. Yeah. <laughs> Nashukuru sana na wale ambao. Hii hii hii inaonyesha kwamba bro, hao watu ambao wamekuja hapa na represent over 5 to 10 million people. Hao, yeah, wenye wako hapa hivi na wamekuja kwa kusema kwamba wanapenda Cassypool, inamaanisha wale makapuku ambao wanakuanga pale kwenye Facebook ni makapuku tu ambao ni wachache. You know, mtu mwenye anaongea ujinga anasikika sana kushinda mtu mwenye anaongea vitu za maana. So wale wenye wana comment pale ni fans in denial na wananipenda, na hao ndo wanafanya, by the way, anapata numbers. Fans in denial. They are called fans in denial. Ni wivu inawashinda mpaka tu next time lazima waandike mtu ako na hela zake, mtu mwenye anajiheshimu, mtu mwenye anafanya hasili yake hawezi kuja kutusi Cassypool. So hii ni dhihirisho wazi ya kwamba wale ni makapuku tu. Ni muda tu atakuwa mafans. Kijana wa vikina say something Cassypool. Yes, uh, first born of vikina. Okay, unajua yeah. <laughs> mimi nafuatilianga vitu zote ambavyo unaniambia. <coughs> Yes, unajua watu wengi huwa wananichamba lakini binafsi wangu Yes. Najituma sana. Nashukuru. Tuwe continue. Watu wakikuchamba online huko huko hapa yako. Nashukuru. Eh, pia mimi sitaka nikupendwa. Yeah. Lakini upendo utazidi siku moja. Utapendwa tu kama unauza ice cream, lakini kama unauza ice cream haupendwi. So sisi tuja choose direction ya kuuza ice cream. Tume choose direction ya kupata uh, feti yetu. Na hiyo feti yetu ina gharama ya kulipiwa. Okay. Yeah. Wow, wow, wow, ah, wow, kwenye wow, wow. <laughs> <laughs> Mtandao ya jamii ya ki, ya, ya, kijamii, uh, kuna wachawi ambao wako <laughs> na aa wachawi wakati unafanya wishi yako wanakuroga kupitia anga ambazo ni tofauti, of course good health, of course God's protection, Allah protection, na wishi yangu siwezi kusema kwa sababu unaweza rogu so inabaki kuwa siri yangu. Mjukuu, tuambie ah. Yes, yeah. Kaka je, tuambie mm. Yeah. uh, uh, uh, uh, aa nikupongeze sana nashukuru, uh, kwa kwa, kwa, kwa miaka ambao meweza kutimiza, sio yes, ah uh, tangu so ni, ni kwamba wewe uh, tangu na azatawa uh, uh, uh, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano eh, ni kitu gani ama ni mafanikio gani umeweza kuyapata kupitia wewe kumsikia mama lakini na vile vile kuweza kusafiri ta tofauti, mwaka wa elfu 2025 imekuwa ni mwaka wa Mungu kwa maisha yangu. Imekuwa ni mwaka wa kuvuka mipaka na kupata jina, kuongeza jina umaarufu. Imekuwa ni mwaka ya trials, at the same time ya kupima uzani yangu kwenye kazi ambayo ninafanya. Imekuwa ni mwaka wa Mungu na imekuwa ni mwaka wa trial and of course, ni mwaka yangu na mwaka uh, 2026, sasa ndio itakuwa mwaka sasa wa Mungu pamoja na malaika So naweza kusema kwamba I have achieved so much, 2025, na kupitia uh, Mama Samia Suluhu of course uh, with my president with them, Samuel Ruto uh, kuna milango ambazo zimefunguka ambazo ni milango mimi ninaziona kwa maisha yangu na ni milango ambazo zitazidi kufunguka na zitazidi kuleta mafanikio, na hizo mafanikio hii itakuwa tuni yangu peke yangu, ili itakuwa ni mafanikio kwenye jamii mzima na nchi mzima pamoja na kanda ya Afrika Mashariki. Hii ni mwaka ambao tulikuwa anga tunapasua mipaka, lakini 2026 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, inshallah tutakuwa tunaunganisha Afrika Mashariki kuwa kitu kimoja and be a household name mwenye na unite East Africa uh, yeah. Ni kitu gani na mashabiki, leo, leo oh, mashabiki. Yeah. Mzuri ama mbaya? Sasa unajua lazima mkue <laughs> <laughs> <laughs> yeah mzuri mbaya ni, ni at some point, at some point sijawahi kushare na mashabiki ya kwamba uh, kuna wakati nilikuwa na breakdown kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kutusiwa. At some point I got into depression eh, na nikatoka. Hiyo ni mbaya ambao niliwahi kuwa nao, lakini sijawahi share na nikajionyesha nguvu. Alafu mzuri ni ya kwamba maokoto, nimeokota kwa wingi <laughs> <laughs> yeah. Maokoto hii ndo mwaka wa maokoto kwangu, nimeokota kiwango ambao, kwenye tasnia ambao nimekuwa ndani, nimeiokota kiwango nyenye, nikipiga hesabu niko salama, kwa sababu imejipa na imelipa. No effort goes unpaid, of course, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, akikuwa anakuongoza. Rafiki yako sasa hivi ameingia kwenye yeah. kwenye wake mwenzangu Mwikaju ni family friend, family mliniona kwa nyumba ya Mwikaju nikienda kukula dina pamoja na mke wangu. Mke wa Mwikaju na mke wangu ni marafiki, mimi ni rafiki ya Mwikaju, na mimi ni ndugu ya Mwikaju, na Mwikaju anaweza kusema nimpe maua yake kama bado angali. Haya amenifanya nikafanya vitu ambazo zimepeleka imepeleka kiwango nyenye nimefuata, tumemuiga vitu mingi sana So naweza kuambia Mwijaku ndugu yangu tuliwaona mmefurahiana sana kwa hiyo nyumba. Ndoa haivunjwi. Kunaweza kuwa na mapungufu na madhaifu, lakini kitu ninajua ya muhimu ya kwamba I will reach out and I will talk to him ya kwamba hawaja. Na msichukulie tu wamewachana no. Lazima kwa kila ndoa watu wapigane, lakini tuta reach out, tuweke input yetu tuhakikisha kwamba ndoa ya Mwijaku imesimama kwa sababu Mwijaku hawezi kuishi na mwanamke mwingine kama sio bibi yake Tabia za Mwijaku ni mbaya sana aniaje? <laughs> Mwijaku ana tabia mbaya sana. Mwenye anaweza msti... anaweza kustiri Mwijaku Mbibia. ni mke wake ambao nyinyi wote mnamfahamu, ni mke wake ambao tunamjua, na hata mimi hakuna mwanamke anaweza kunistiri kama sio mke wangu Samia. Una unapatiwa point, huyu ndio anaweza kunistiri huyu huyu, ndio anajua mapungufu yangu huyu ndio anajua shida zangu, huyu ndio ametembea ame nami kwenye safari ambayo ni safari mzito sana. So huyu watu wanaweza kumuona tu, lakini mwanamke wote akikuja kwa maisha yangu hawezi kaa nami miezi mbili. it's very hard to be loyal to Kasipul. Sisi ni watu ambao tumekuwa na tabia mbaya, michupuko, malaya town, tumefanya vitu mbaya, lakini amesimama na sisi, amenistiri. So ninakwambia hakuna mke yoyote mke wa Mwikaju ndo anaweza kustiri Mwikaju. Mke wangu ndo anaweza ku... it is very hard to love Cassypool. It is very hard to be Cassypool's wife. We imagine kuwa mke wa Cassypool anatusiwa anafanyiwa nini, watu wanakupigia simu. Ni ngumu kukuwa mke wa Cassypool. Sasa ndo nasema huyu huyu, wamenizika wanazik, bwanako anazikwa, bwanako anatusiwa, bwanako yeye yuko, so it is very hard to be Cassypool's wife, so therefore ninamwambia huyu ndo bibi na at the same time tunaambia Mujaku yule tu, huyo Samia. Unajua mkao Mujaku anaitwa pia Samia, huyo ndiye anakustiri peke yake, so tengeneza ndoa okay. Turudi, tunarudi Tanzania tu, turudi tukule dinner kwa nyumba yako okay. Yeah. Nsewa boma. Tumalizie. Baruma anasema kwamba kamera zizimwe ndio aongee. Eh. Anasemaje? Yeah. Anje kuja hata mbele Eh.